Neno moja tu ni kwamba niwatakie kila laheri Simba Sports Club. Imani yangu ni kwamba timu yetu ina uzoefu kwenye michuano ya kimataifa a, tuna appetite, tuna hamu ya kubeba kombe a, la shirikisho, na niseme wazi tu, matumaini yangu, maombi yangu, matarajio yangu na Watanzania wote ni kwamba wachezaji wanajua kesho apeperusha bendera ya Simba Sports Club iko mabegani mwao. Kesho Simba inavuka. Mmeanza mchezo kwa kuruhusu bao baada ya ukaja kusawazisha Dio. Na kipindi cha pili umemaliza wewe kama nahodha na kukiongoza kikosi chako kumaliza kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja, yeah. Ipi siri hasa? Yeah. Mmeenda um, kuzungumza nini kipindi cha mapumziko na kuibuka? Cha kwanza unajua, kwanza uh, hawa jamaa uh, wana experience, ni timu nzuri na tuko nje, tukakubaliana kwamba cha kwanza lazima tuimarishe kwenye midfield ili tuweze kukata mashambulizi yao. Lakini tatizo kuna transition kwamba unapokuja kushambulia wakipoteza mpira tuweze kufuatilia kwa haraka na hiyo imetusaidia kupata goli la pili. Unaweza kukumbuka kwamba goli la pili ilifungwa kwa counter attack kwa sababu so pia walikuwa na tabia kucheza offside trick. Kwa hiyo kuna wakati mimi nilikaa ni offside position, wao wakidhani mimi niko offside, ah, uh, kumbe mimi niko pale kama geresha tu. Kwa sababu kama na mimi amemwacha mtu ambaye uh, ameenda kusababisha goli na likafungwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mikakati tu kwamba hii mechi ni ya kimbinu kutokana kwamba na wao ni wazoefu wanacheza mara kwa mara. Unajua pia timu ya Bunge sisi tuna shughuli nyingi. Kwa hiyo kama hivi tungekuwa katika position yetu ambayo tumetoka nayo na Mombasa au ingekuwa tano kumi. Yeah. Tano <laughs> kumi. Yeah. Umeanza mchezo ukiwa kama namba tisa, baadaye kipindi cha pili naona umemaliza ukiwa kama winga wa kushoto. Ni sahihi kwa sababu walipofanya substitution tuliangalia kwa sababu ana beki mmoja ni mzoefu akawa anacheza katikati, kwa hiyo amepanga hoja kunikaba mimi. Kwa hiyo sasa, muda mwingine inabidi nibadilike, niondoke naende kwa mtu ambaye pia ninaweza kwa muda, kwa sababu pia muda mwingine pumzi ni changamoto. Na mimi nina ligi ya Makete kwa sababu TFF ilielekeza wabunge kama mnaanzisha ligi waweze kukaa na vyama vyao vya mipira vya wilaya, ili ligi hiyo itumike kama ndo ligi ya wilaya. Kwa hiyo hata mimi ni ligi ya mbunge, lakini ndo ligi ya wilaya, ili kupata timu. Kwa hiyo hii inahamasisha michezo kwenye majimbo, lakini pia inatuweka sawa sisi na masuala mazuri na wananchi